Na pia cha tatu, tukumbuke, tunaitikia wito kujitoa sadaka. Sema tunaitikia wito kujitoa sadaka. Tunaitikia wito kujitoa sadaka, sadaka hatuitoe hivihivi. Unatoa sadaka kwa sababu unakipenda kitu, si ndio? Ninatoa sadaka kwa sababu ninapenda, kwa hiyo tunaposema nimejitoa sadaka kwa Mungu maana yake ninataka nimwonyeshe Mungu upendo kupitia sadaka yangu si ndio? Unakumbuka sadaka ya Abeli na Kaini? Abeli akatoa sadaka inayompendeza Mungu, ule ni upendo wake kwa Mungu. Mnanipata? Kwa hiyo ninaposema ninatoa sadaka, maana yake ni upendo wangu kwa Mungu na katika ule upendo kuna nini? Kuna furaha. Sema katika upendo kuna furaha. Kwa hiyo katika ule upendo wangu kwa Mungu kuna furaha. Baba Mtakatifu anasema basi, palipo na mtawa pana furaha. Ninajitolea kwa Mungu, nina furaha yangu, namtumikia Mungu japokuwa kuna changamoto, nina furaha kwa sababu Mungu ananilinda. Unakuta ukiwa unas kwa uweza wako katika madhaifu yangu. Vishawishi vimejaa kila kona, pale Mungu anaponipa neema usi- susio, unakuwa unaweza ukajiunga katika haya maisha, ukawa unakuzunika, unasema, mbona vishawishi vingi, mbona changamoto nyingi? Cha kumshukuru Mungu ni neema anayotupa kushinda majaribu. Mnanielewa? Kwa hiyo katika ile sadaka tunayotoa kuna upendo, na katika upendo kuna nini? Na, nini? Na pia unapojiunga katika haya maisha unatakiwa umjue anayekuita. Unaitwa na nani? Eti. Unaitwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunaposema umjue anayekuita ni hivi. Mtakatifu Yeronimo anasema, mtu asiyesoma kwa matakatifu asije akajidai hata siku moja anamjua Mungu. Kwa sababu gani? Katika maandiko matakatifu ndio tunamjua nani? Jamani, katika maandiko matakatifu ndio tunamjua nani. Kwa hiyo hata mnapokuza miito yenu, jitahidini kusoma neno la Mungu, mtapata zaidi kumjua yule anayekuita, kumjua yule anayekupenda. Mnanielewa? Sasa ukisoma kwenye Biblia kuna watu mbalimbali walioitwa na Mungu kwa njia tofauti tofauti. Tukitazama maisha ya Abrahamu, tukitazama maisha ya Musa, tunaita, ukisoma unakuta shule ya imani ya Musa, shule ya imani ya Ibrahimu, shule ya imani ya Daudi. Kwa mimi leo nataka niwafundishe kidogo shule ya imani ya Daudi. Daudi alikuwa na vijana Daudi alikuwa nani? Ukito, ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza, badali nitauliza hii mistari ya Biblia inayo watajia Samueli wa kwanza ile sura ya kumi na saba utaelewa maisha ya Daudi. Daudi Mungu alianza kumfundisha pole pole pole pole. Daudi alikuwa anaanza kwanza, anachunga kondoo. Daudi akaanza kupigana na simba mwituni. Kumbe Mungu anamwandaa polepole. Tunasema shule ya imani ya Daudi. Daudi alikuwa hajui kama atakuwa mfalme, kila polepole pole Mungu anamwandaa nani? Daudi. Ukisoma sasa kwenye hiyo aya ya kumi na saba kumi na nane Daudi polepole anajifunza kumwamini Mungu katika kule kumwamini Mungu, ndio siku moja anakuwa anapaka mafuta. Na kabla ya hapo, mna, mnajua story ya Daudi na Goriati, sindio? Hii story ya Daudi na Goriati mnajua, Daudi alifanyaje? Alifanyaje? Eti Daudi alifanyaje? Goriati alikuwa ni mfilisti walikuwa wanapigana na Waisraeli. Goliati alikuwa kwa siku arobaini anajitokeza mbele ya filisti ya Waisraeli, anawatukana kwa sababu alikuwa ni jemedari. Daudi aliposikia stori za Goliati akasema, mimi nitapigana na Goliati. Goliati ni Daudi, kumbuka ni kijana mdogo, ila akasema mimi nitapigana na Goliati ambaye ni jemedari, ambaye alikuwa amepigana vita muda mrefu. Hasa mchunga mbuzi anaenda kupigana na jemedari ambaye alikuwa vitani kwa miaka mingi. Umeona hiyo situation? Sauli mfalme Akabu Afisieni kwa uwezo wangu. Kwa hiyo mfalme akachukua mavazi ya vita akaambisha nani? Daudi kile vyuma vya vita, upanga, akampa nani? Daudi. Alipompa Daudi, Daudi alipovaa akatembea kidogo, akashindwa kutembea, akamwambia mfalme, siwezi kuvaa vitu hivi, vitanyaje? Nitoe, unanielewa?

iyaingia maisha kwa nguvu zangu mwenyewe bali kwa nguvu ya yule anayeniita, mnanielewa? <coughs> Aliyekuita ana nguvu kuliko majaribu ambayo unaenza unaenda kukutana naye, mnanielewa? Jana <coughs> nikawambia msemo mmoja unasema kwa Kiingereza, the beauty is on the behold, uzuri wa kitu anaujua yule anayekimiliki, mnanielewa? ametamani maisha ya utawa mtu ametamani kuishi ndoa takatifu, mtu anatamani kuishi upadri, ule uzuri anaoona kwenye yale maisha ni Mungu ameuweka. Kwa hiyo huruhusiwi, au sio, sawa kuhukumu, eti unaenda kufunga ndoa ya kanisa Katoliki ya nini? Mbona watu wanaishi bila ndoa? Unaenda kuwa padri ili iweje, ili iweje? uzuri wa yale maisha anayechagua mnanielewa. Kwa hiyo tukumbuke kabisa, maisha yoyote yale, iwe ni ndoa takatifu, iwe ni maisha yetu haya ya utawa, hatuendi kwa nguvu zetu, tunaenda kwa nguvu za nani? Tunaenda kwa nguvu za nani? Halo? Sasa nimetaja misali michache ya Biblia hapa. Atuliswa, vijana Mkatoliki, ukuulizwa mstari gani wa Biblia unaupenda? Eti nipite niulize, eti nikiuliza mstari gani wa Biblia unaupenda kuna mtu anaweza kaniambia? Eti kuna mtu anaweza kaniambia Mstari wa 40 unasemaje? Nilipoanza kabisa Yesu anaongea na wafuasi wake, eti kuna mstari wa Biblia unasemaje? Nani anaweza kaniambia Nakumbuka hapo kuna roho inayoitika mwezi ni nini? ii Hey, niliwaambia, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kesheni, mkiomba msije mkafanyaje? mkaingia wapi? Mwambie mwenzako, kesha ukiomba, usije ukaingia. Nilichokuwa nataka kuwaelezea nimewa nguvu zangu, mnanielewa. Daudi alisema Mungu aliyeniokoa, na wewe unaweza ukakiri Mungu aliyeniita atanitegemeza. Ndio maana Mtakatifu Paulo anasema aliyekuita ni mwaminifu, naye atakutimizia, mnanielewa. Aliyekuita ni nani? Mungu aweze akakuita ukachukua riski kama wewe kijana na maisha yako baadaye, ukaingia katika ndoa takatifu, akakuacha hivi hivi? Mungu aweza ukimtegemea, lakini Mungu aweza akakuita katika maisha na wewe ukamtegemea, akakuacha hivi hivi? Mnanielewa? Halo? Niliwambia kuitikia wito wa Mungu unahitaji uchukue nini, maamuzi gani? au marahisi marahisi, magumu, si ndio? Jana yes. Niliwambia sauti ya Mungu unaisikia katika nini? Eh, ukioneshaa mpira kule utasikia sauti ya Mungu ndio maana leo baba paroko alikuwa anasisitiza nini? Maisha ya sala, vijana kusali, na nielewa kusali hata iweje. Ukiamka asubuhi, ongea na Mungu. Jana niliwaambia sala baba yetu, unaweza ukasali kwa dakika ngapi? kumi na tano? lisali zima unakuwa unasali nini? Hebu niambie. Niliwaambia hata kumwita baba baba yetu uliye mbinguni, ni sana kubwa sana. Jina lako litukuzwe. Ila umeamka asubuhi, jina lako litukuzwe. Kwa pumzi niliyonayo, jina lako litukuzwe. Kwa uhai wa ndugu zangu, jina lako litukuzwe. Kwa elimu niliyonayo, jina lako litukuzwe. Kwa neema unaonijalia niweze kushinda vishawishi, mnanielewa? Ndiyo. Yeah. ufalme wako ufike. Unaongea na Mungu, unamwambia Mungu, mimi nataka ufalme wako ndo utawale ndani yangu na sio ufalme wa yule mwovu Shetani, mnanielewa? Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Unamwambia Mungu na mapenzi mema na mimi, usiruhusu ambao sio mapenzi yako yanipate, usiruhusu mwovu shetani aweze kuingilia kwenye maisha yangu. Unajikuta unapata majanga ambayo sio mpango wa Mungu. Lazima uongee na Mungu, mapenzi yake ya nini yatimizwe. Ongea na Mungu hata kama ni mapenzi yako unataka yatimizwe, basi nipe neema ya kufanyaje, ya kuyapokea hiyo. Ni sala ya Baba yetu, sala fupi ambayo tukisali saa zingine hata akili haipo, mnanielewa? Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama wapi? Kama mbinguni. Usitutie katika vishawishi kudondoka Mungu atakupa neema ya kufanyaje ya kuinuka. Tusisali tu hivi hivi, kwa tule ile miguu ni yako tu tutashamaliza. Ukimwona mtu umesali, nina nata kumbuki, usitutie katika vishawishi, utookoe maovuni. Maovuni mengi ulimwengu, tunaojua si ndio vijana eh? utusamee makosa yetu kama tunavyosamewa leo tukosea hiyo ni sala ngumu. Tuna kwazika kila siku, wanaotukosea ni wengi. Ukifika pale, hata kama hujamsamehe mtu unamwambia Mungu, basi nipe neema ya kumsamehe mtu huyu si ndio? Utabeba sasa mpaka lini? Amekukwaza, unamchukia, unamchukia, akipita hivi unapita hivi sura, unajitesa enuna Samewa, waleo waleo tukisali, tukisali pra, pra ja kama tunawapa wasamio wale tufanyaje wale tukosea. Kwa hiyo tukisali, tusale kwa kwa kumaanisha. Mnaelewa, vijana wenzangu? Hata kama ni sala ya baba yetu, umeamka asubuhi, na sali sali basi kwa kumaanisha, at least Mungu akuongeze katika siku yako. Mnanielewa? <inaudible> Eh, so unasali tu ovyo ovyo, salama leo umejaa neema Bwana inayo ndio hivyo hivyo basi tu hii iko unaweza toka sali nini? Ukumbuki misa imeanza kwanzia mwanzo mpaka mwisho. Kijana umeenda kanisani, umekaa kula mwisho, unazumu watu wa sadaka, unamzumu pale kwa mbali. Ukiuliza kijana, imekuaje? Umesali nini? Nia yako ya misa pale? Kule mbele anainua ile ekaristi takatifu, anaonyesha, unakuta hata akila ipo saa hiyo, maskini. Kuna ushuhuda ambaye anaitwa Katarina, yeye anasema kwenye misa takatifu ni kama alipata maono kaja, anapoinua ile ikarisi takatifu, malaika wanakusanyika, wanachukua zile sala zetu, wanapeleka kwa Yesu. Sasa so, umeshangashanga kwenye misa, malaika hapo anapeleka nini? Sana saa hiyo ndio unaanza ukute, siku hiyo kuna mechi mehi, akili iko uwanjani. Unakuta malaika pale mbele, ongea na Yesu. Msifikiri ni utani wetu, nasema unaweza ukaona, usali, uone kinachotokea. Ila kuna mengi Mungu anayotujalia bila sisi kujua, mnaelewa hilo? Mungu anatujalia mengi, sisi hatuyaoni, ndio maana hata na mshukuru Mungu kumwambia Mungu, Mungu asante kwa ala ambayo unanijalia Ukarushia jero yangu hapa uta ujue umesema nini. Leo sadaka, ile sadaka mmeiambia nini? Mlikuwa mmeunga msari mrefu kweli, vijana wa TYCS, mlikuwa mmeambiaje zile zile sadaka zenu? Hata Mungu tuchukue, mimi ndiye aliyepata hii jero, si ndiyo? eti unamwambia Mungu, nimekuwa mtawa, ikumbuke familia yangu kwa sadaka hii ninayoitoa wa. wakumbuke wale wanaoteseka kwa sadaka hii ninayojitoa. Mnanielewa? Hata mkitoa sadaka kule kanisani, msirushe